Ndugu wanahabari, jeshi la polisi mkoa wa Morogoro lingependa uh, kutoa ufafanuzi kuhusiana na matukio matatu ambayo yametokea kwenye mkoa wetu wa Morogoro, matukio mawili yakihusisha vifo vya watoto wawili wachanga na uh, hili tukio lingine likihusisha kifo cha mwanamke mmoja ambaye amekufa uh, katika mazingira ambayo ni tatanishi na yanahitaji uchunguzi. Kwa hiyo matukio ya kuangamiza vichanga haya ambayo nimesema mawili yametokea katika manispaa ya Morogoro, lakini na tukio lingine limetokea katika wilaya ya Kilombero kwa maana ya halmashauri ya mji Mlimba. Hii tukio la awali limetokea uh, Septemba 30 mwaka huu 2025, jioni katika mtaa wa Fungafunga, kata ya Kichangani, manispaa ya Morogoro. Katika eneo hilo liokotwa mwili wa mtoto mchanga ambaye anakadiriwa kuwa na, na umri wa siku moja, jinsia ya kiume ukiwa umetupwa kando kando ya mto Morogoro. Uh, tukio lingine lilitokea uh, Oktoba 1, 2025 alfajiri, uh, katika kijiji cha Msumbiji A hii ni kata ya Idete tarafa ya Mgeta halmashauri ya Mlimba hii wilaya ya Kilombero ambapo uliokotwa mwili wa mtoto changa jinsia ya kiume, uh, mwenye umri wa, wa siku moja. Na ulikuwa umetelekezwa nje ya nyumba isiyokaliwa na watu maarufu kama jina Agare. Kwa hiyo jeshi la polisi linaendelea kuwatafuta uh, wanawake ambao wanadhaniwa aidha walikuwa na mimba na sasa mimba hizi wamejifungua au wamezitoa kwa, kwa katika namna hii na kutelekeza hiyo mimba ili waweze kuchukuliwa hatua za kisheria, lakini pia uh, za kijamii, uh, dhidi yao, za kupata huduma za kijamii. Na huduma za kijamii inahusisha kupata huduma za kiafya kwa sababu ukijifungua katika njia ya kificho unakumbana na madhara mengi. Lakini wakati huo jeshi la polisi pia linachunguza tukio la kifo, cha, mmoja, la kifo cha mwanamke mmoja anaitwa Pili Msa huyu ana umri wa miaka 33 ni mama wa nyumbani na mkulima mkazi wa Kihonda Kilimanjaro Manispaa hii ya Morogoro. Hii tukio limetokea Oktoba 2, 2025 asubuhi uh, katika mtaa wa Kihonda Kilimanjaro kata ya Kihonda manispaa ya Morogoro, ambapo mama huyu alikutwa akiwa amekufa ndani ya nyumba ambayo nyumba alikuwa anaishi na akiwa amevuja damu nyingi, na katika uchunguzi ikaonekana kwamba alikuwa katika harakati za kutoa mimba. Alionekana mara ya mwisho alionekana akiwa na ujauzito mkubwa tu. Kwa hiyo sasa leo amekutwa ndani ya nyumba yake na amebainika baada ya watoto wake kuwa wametoa taarifa kutokana na kuwepo na damu nyingi ndani ya nyumba. Kwa uchunguzi wa awali katika eneo la tukio, na kumekutwa boksi la dawa ambayo ina wataalam wenyewe wataweza kuyaidisha, lakini jumla na ikiwa imetumika kama tembe tano zilikuwa zimetumika, na mwili wa huyo mwanamke ukiwa umelala hapo ndani ya hiyo nyumba, na ukiwa umezungukwa na dimbwi kubwa la damu. Kwa hiyo sasa sisi jeshi la polisi, kwa sababu ni kifo ambacho sio cha kawaida, tunafanya uchunguzi na huu mwili umepelekwa hospitali, yeah, chumba cha kuhifadhi hospitali ya rufaa hapo uh, Morogoro kwa ajili ya uchunguzi na mambo mengine ya kijamii. Lakini hmm, Jeshi la Polisi linaendelea kushauri wananchi uh, wenye changamoto za kijamii kushirikisha ndugu, jamaa na marafiki ili kupata suluhu ya changamoto kuliko kujiingiza uh, kwenye vitendo vya kikatili dhidi ya nafsi zao na viumbe ambavyo wanakuwa wamevibeba kwa kukusudia.